Hi, uh, this is Witness, uh, lakini nafahamika kama Witness Kibonge Mwepesi. Leo niko Basata, nimekuja kumtembelea katibu mkuu, uh, katibu mtendaji wa Basata Dr. Kedmon Mapana kwa ajili ya kuangalia ni namna gani tunaweza tukaendeleza sekta yetu ya sanaa. Uh, so kwa siku hii ya leo nimekuja hapa kama makamu mwenyekiti wa chama cha muziki wa kizazi kipya kinaitwa Tuma Tanzania Urban Music Association. Tumekuja kuangalia ni namna gani tunaweza uh, kuboresha eh, wasanii wetu pia kutoka Tanzania wao wanakwenda kwenye matamasha ya kimataifa kwa maana ya international festivals kwa kushirikiana na Basata, kushirikiana na nchi zingine, kushirikiana na festivals mbalimbali. Kwa hiyo ndio tulikuwa tukijadili hapa, lakini pia tulikuwa tukijadili. Uh, ni namna gani ambavyo artists uh, wawe na umuhimu wa kuweza uh, kupita kwenye vyama vya muziki alafu waje Basata kufanya usajili. Kwa maana hivyo, tuwe kama sisi ndio wenye viti wa serikali za mitaa. Kwa maana unapata barua kutoka kule, tunakurecommend, unakuja Basata kama mwanamuziki wetu, ili pia kupunguza wigo mzima ambao huwa unaendelea kwa watu kufanya matukio ambayo mara nyingi huwa yanahusishwa na wasanii mbalimbali ambao unakuta mara nyingi hawajatokea kwenye chama cha muziki wa kizazi kipya na wao wana qualify kuja huku, ili kuweka utaratibu mzuri ya matukio mbalimbali yasiweze kutokea, ambao unakuta wameitwa Basata moja kwa moja au sisi wenyewe, ili tupate kuweza kuyamaliza huko kabla ya kufika Basata, kwa maana Basata wanahitaji kufanya mambo mengi na makubwa zaidi kwa ajili yetu. Na sisi tumekuja hapa kama watoto kudemand, kwamba jamani, matamasha hakuna kuumepoa